Mheshimiwa Majaliwa ametoa maagizo hayo katika maadhimisho ya Siku ya Mwalimu Duniani yaliyofanyika wilayani Bukombe mkoani Geita, ambapo amesema serikali inaendelea kuboresha makazi ya walimu pamoja na kuongeza ajira mpya za walimu kutoka elfu 11 hadi elfu 13 mkoa ni mkoani Geita, huku zaidi ya walimu 7,500 wakipandishwa madaraja nchini na kwamba hakuna sababu ya walimu kurundikana mijini ili hali vijijini kuna uhitaji mkubwa. Ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Aidha, kwa kufanya msawazisho walimu wa walimu wa ndani wa mikoa husika, na yenyewe pia iangaliwe na kuondoa msongamano, mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule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 serikali yetu iko tayari kusimamia motisha za walimu na hata kuhakikisha kwamba mazingira yao ya kazi yanaboreshwa ili kuongeza tija katika sekta ya elimu. Tunamshukuru tena mheshimiwa Rais kwa, ms. kwa sababu kila mwezi wakati anaingia madarakani elimu bila malipo ilikuwa milioni mia nane kwa mwezi na kwa mwaka tulikuwa tunakwenda kwenye bilioni tisa kama sita. Leo tunapozungumza mheshimiwa waziri mkuu, tunakwenda mpaka bilioni 19 kwa mwaka kamaelimu jilaalio walimu 5,452 wa shule za msingi wamepandishwa madaraja na walimu 2,065, wa sekondari wamepandishwa madaraja. Kutoka wilani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.